Kwa sababu sisi mm. ni malegendari au tuseme ni mawasi, ni, ni mahasisi mm. wahasisi. Mm. Ni wahasisi wa wa wa, wa umbea mm -hmm. Eh, dunia, eh, no, Tanzania na na tuseme Afrika na duniani yeah. Kwa namna ambavyo sisi tunavyoufanya umbea wetu, kwa leo ni ni, ni siku kuu ya wambea yes. wa kwa hiyo haitakiwi kufanya kipolepole, ukizingatia kwamba ni clouds ndo sehemu husika, kwa hiyo ndiyo maana yale maandalizi chini anaendelea. Oh, Shilawadu ilikufa? yes, yes. uh, ah, oh. <laughs> <laughs> kwa nini ilipumzika? maana lipumzikama, tukasema kabla hamjaanza kujadili mambo ya watu tunaweza kujadili mambo yenu, nini kilichopelekea Shilawadu ipumzike, atuja kupumzika Inategemea na nyinyi, labda mpangilio wenu wa kupumzika. Sisi hapa tumepumzika baada ya kufanya kipindi kwa muda mrefu sana, yes. Sababu ziko nyingi ambazo zinapelekea uh, labda kipindi au brand yoyote kupumzika na kujaribu ku- polish ku, ku, ku, ku, ku kwa hiyo sisi sababu zilikuwa nyingi, zingine ambazo watu walikuwa wanazinong'ona, wambea wenyewe wanajitungia. Lakini na nyie, kuna kipindi wakati huo mmepumzika, mlikuwa mnapiga na vijembe kwenye mitandao. Vijembe, tuambie tu ukweli, kwa nini mligombana ndio ikapelekea shawani kupumzika? Mligombana, baada ya kugombana ndio vijembe sasa zitaanza, sawa

Uh, sababu nyingine pia watu wanadai tuligombana kwa tunawapa sababu ambazo ambazo Shilawadu yes. Eh, <laughs> eh, <when laughs> kwa kipindi ambacho tulikuwa tumeanza kwanzia mdogo mdogo mpaka tukaanza kufanya vizuri mm. Mwenyezi Mungu mpaka tukafika level za za za kipresidential za kikulu huko mm. Of course unajua kitu kama hicho kikiwa kina unajua ile jambo ni kubwa, ngoma nayo ikiwa sana inapasuka, watu wengi wali wali, wali, wali force kujihusisha wa, wa na sisi, watu wengine tuliwa- tuliwaamini na tukawahusisha. Kwa hiyo kugomba, yani kupishana kwetu sio kugombana, kupishana kwetu mm. A, katika mazingira yetu ya kikazi ilichangiwa na weza tukasema watu ambao na sisi pia walituaminisha kwamba bwana Soudy mbaya, bwana Kamanda mbaya. Kwamba, tuli, yes, yali, tuli, tuli, tuli, na vitu kama hivyo yani, tulichanganishwa katika mazingira ambayo la nini, mkachakanda watu wa karibu. Sasa si shirika si, si, si, tena. Uh, na, na, ya lakini ya. Pia ukiangalia kwa undani zaidi hmm. Uh, sisi hatakuwa tunajua kinachoendelea hata wao pia ni kama walikuwa elewi kinachoendelea hmm. Na kinachotakiwa kuwa hmm. katika mazingira kama hayo ya kuwa na watu hmm. Maana wao waelewi ndio kama hivyo wanaposema uh, Kamanda hapa hmm. Kwamba mtu ataongea hivi ataongea hivi, lakini kumbe kwa mfano wewe sio uniambiwa nini, kwa mfano wewe mtu alokuja yeye alikwambia nini? Uh, yaani hmm. Uh, un, unajua um, jinsi ilivyo kama hapa nyinyi mnapo, ni lazima ujue kwamba unaweza, mfano kusema, Sudi alikuwa anaambiwa kwamba yule, akikuzidi akili tu umeisha. Umeona bwana <laughs> sasa akikuzidi akili Kamanda umeisha bwana, kaisha, utakuwa unamsindikiza bwana bila Sudi um, yes mm. Hamna Shilawadu hizo pia na nambiwa lakini mm. Sasa yeye alikuwa hayuko hivyo kwao. mm -hmm. Sasa ye, unajua yeye auko anaamini hivi lakini tukikaa hivi tunapanga michongo yetu na nini bambano likitoka likimaanisha nini mitoni mm. tunagawana pasu kwa pasu mm -hmm vitu kama hivyo of course, kwa kipindi kile tulikuwa tuna hasa tunaenda mpaka mikoani, clubs walikuwa na support sana matangazo yetu mm. maubuyu, nini nini, ndio. yeah, yeah, yeah. yeah, na sasa mimi na, ni kwa hiyo chukua yeah. Kisikia zile kauli, alafu yani Soudy akisema kitu kidogo tu au labda anaongea tu, mbona kama inafananiana na ile yeah. kauli okay. na na joto yeah. zaidi lilikuwa kwa upande wa kwa Kwisa zaidi ndio yeah. yani yeah. alikuwa alikuwa na joto zaidi, mimi kidogo namshukuru Mwenyezi Mungu nilikuwa na kuna utulivu nilikuwa na yani yeah unaweza kweli ukasikia maneno lakini, kuna muda unakaa unatulia, yes. tunafeisiana sisi wenyewe bwana, okay, pamoja na hivi na hivi, mm. sisi tufanye kazi sasa. Ye nafikiri alikuwa anazungukwa na, mm. na watu wengi zaidi wanamtia miba, kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, ikafika time, um, wakati tunataka kulifanya jambo liwe kulipoza lile jambo lisio katika ile joto kubwa, si ndio? bahati mbaya uh, tukaona tukajikuta, okay, basi kila mmoja uh, apumzike ama afanye achukue time yake, lakini hmm. mm. hatuku hatukuwahi hapa ile kukutana kwamba bana, wewe nini au hivi maneno sio, maana yale ndio aliwachonganisha uh, <laughs> yeah, yani, yeah. yeah, yani ule umbea tulikuwa tunafanya Swali langu Soudy, na hawa watu ambao walisababisha, tunamwita jini mkatakamba, tunamhifadhi kwa jina la hapa, tasida huyo hmm. jini mkatakamba katika hii projeti mpya, kwa sababu ni jamaa zenu, ni watu wenu ambao mko mkona vipi, bado wako ama mmeanza upya na watu wengine? walikuwa wale, hmm. No, wale ama walikuwa yule uh, lakini, uh, lakini <laughs> wanaendelea kuwa marafiki zetu wakati wanafanya, nadhani hawakuwa wanaelewa hata sisi, wakati wanatuletea hatuna nguvu ya kuchuja

E, Pas, ila mi niseme kwamba tunashukuru mmetusaidia, kwa sababu kikao chetu kabla ya hapa, kikao cha familia tunajadili yeah. na nyie, alafu paka tunafikia mbali, wazee wazee wa kijiwe waje hapa waone namna gani watu kupitia YouTube vile vile watutumie messages, watuambie waliokuwa wanayasikia huko kuhusiana na Shilawadu. <laughs> Sabau anasema ubozi wao kama wazalamu akigombana wanaweka <laughs> <laughs> <Dada>. kiooma <laughs> sawa <laughs> watu watakuja kutuambia huko wao walikuwa wanasikia nini, lakini yeah. mm -hmm. mimi nilichokuwa nasikia, nilikuwa nasikia mpango mzima ni kwamba mchonyo, mchonyo mbali joa zote <laughs> <Mili> wana, <laughs> <mili> <Mbambalu>. Ukawa elaz unaongopa ongopa sijui nini yeah. sijui nini, kumbe ilikuwa hela, alafu nlau nasema Kwisa ilikuwa ikitoka hela hayo hiyo, sababu ya hiyo ile meja ya jenerali, yani inakuwa ni meja na kuruta umeelewa? So, yeah. Unajua uh, yani ki, ki, kimsingi sio pesa mapambano ambayo ndio tofautisha. Okay. Uh, yaani huko huko tulimalizana tu vizuri. Yaani kwa ukubwa sana. Yaani kwa mtu anamdai mbaya. Isipokuwa maneno. Sida nini? Yaani wengine wanasemaga katika maisha wanaume upeno wamegombana ni mawili. Mwanamke pesa ama pesa. Ama pesa. Mm. Hmm. Unajua kwa mfano kwa sisi utaratibu ambao tulikuwa tumejitengenezea. Ni kwamba mmoja wetu anakuwa on ground, unajua zile mwingine events na nini. Kwa mimi ona, hata kwa mfano kama ma setup, hii setup tu yenyewe leo, mimi nimetoka hapa saa mbili, yeah, lakini mwenzangu yeye anakuwa yuko busy kule na script na nini, kwao tunapeana waauadaraupande waupu. Sasa mimi upande ambao niko mimi lazima utambika huyu yaani, yeye lazima itembee pambano kwa sasa. Hiyo <laughs> tayari ni hukumu tosha. <laughs> Lakini kitu ambacho watu hawajawahi kujuaga ni kwamba mpaka tunakuja kuamua kwamba okay, hatufanyi kazi pamoja, baada hata ya kupata mkataba mkubwa nje ya clause wa kwanza, clause wingine huko DSTV na sehemu zingine, mpaka tunakuja kuamua kutofanya kazi pamoja, tulikuwa tuishamalizana hakuna anadai mwenzie senti milioni, kila mtu tu alivyokuwa mm. naienakulatb <laughs> <laughs> <laughs>